Ni ngumu sana kuitoa Simba hatua ya awali unajua namna ya kufuzu maneno ya afisa bare ya klabu ya simba Ahmed Ali ambapo ameweza kufunguka mambo mengi baada ya timu yake ya Simba Sport Club kuweza kufuzu hatua inayofuata baada ya kuikunguta Gaborone United kwa bao mbili kwa moja huku wakijinasibu kwamba wao ndio wazoefu kwenye hii hatua ya knockout stage. Kwa mjibu wa Ahmed Ali aliweza kuchapisha ujumbe ambao kwenye mtandao wa Instagram ambao ulikuwa unasomeka hii timu ya Gaborone United kama angecheza na ya timu yoyote ya Tanzania basi ingefuzu kwenda hatua inayofuata. Ni timu nzuri sana, bahati mbaya y kwao wamekutana na Simba, wababe wa mashindano haya na wazoefu wa kucheza hatua za knockout stage. Ni ngumu sana kuitoa Simba hatua za awali, tunajua namna ya kufuzu. Ahmed Ally, tumefuzu. Aliweza kuzungumza baada ya kuweza kufuzu muda mfupi, akaweza kutoa chapisho hilo huku akiwa amewapiga dongo kudai kwamba Simba isingekuwa uzoefu ambao wanao kwenye mashindano haya ya knockout stage. Basi wangekutana timu nyingine ya Tanzania hapa, kuna uwezekano kabisa timu ya Gaborone United ingiweza kufuzu kwenye hii, eh, hatua inayofuata lakini bahati mbaya sana kilichowakosti ni kwamba wamekutana na timu ya Simba ambayo inajua na ni wababe na wanajua vizuri mashindano haya hususan kwenye hizi knockout stage, hivyo Simba baada ya kuweza ku weza kufuzu hatua inayofuata mkondo wa pili, basi watakutana na timu ya Isingizini eh, Hotspurs ya Eswatini, ambapo hiyo uh, timu wataanzia ugenini Simba ndio kuja kumalizia nyumbani. Hivyo Simba kuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kwenda hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika ambako huku wameweza kuingia mara nyingi zaidi. Hivyo Ahmed Ally ame de, ameweza kujinasibu kudai kwamba wangeweza kufuzu kama wangeweza kucheza na timu nyingine tofauti na Simba kutokea hapa Tanzania hivyo timu ya Simba imeweza kuungana na timu nyingine nne kutokea Tanzania ambazo zimeweza kufuzu hatua inayofuata, ambapo timu ya kwanza kabisa kufuzu ilikuwa ni timu ya KMKM kutokea Zanzibar, ambayo yenyewe itakutana na Azam FC. Timu ya pili ilikuwa ni Yanga, ambayo nayo iliweza kufuzu, na timu ya tatu ilikuwa ni Azam, na ya mwisho ikawa ni Simba, ambapo zote tano zimeweza kufuzu katika hatua inayofuata, mkondo wa pili, kwenye hatua ya kafu inter club